Uh, habari za jioni Watanzania wenzetu sini, ni alasiri tuseme, ya Watanzania wenzetu uh, kwanza kabisa eh, kwa niaba yetu na kwa niaba yetu kwa maana sisi jopo la mawakili ambao tutakwenda kuzungumzia washtakiwa wetu, na kwa niaba ya washtakiwa wetu ambao tutakwenda kuwataja tunatoa pole nyingi sana kwa watanzania eh, kutokana na matukio ya kusikitisha sana matukio mageni kabisa katika historia ya taifa letu ambayo yalitokea tarehe 29, 30, 31 na pengine tarehe moja ambayo yalipelekea e, maumivu makubwa kabisa kwa maana ya vifo vya ndugu zetu e, maumivu kwa ndugu zetu, majeraha kwa ndugu zetu. Tunaombea wale wote ambao wametangulia mbele za haki, Mwenyezi Mungu awapokee, awajilie pumziko la, la milele lakini wale pia ambao wamepata majeraha na madhara mbalimbali, basi Mwenyezi Mungu e, aweze kuwapatia uponaji wa mapema. Lakini Watanzania pia ambao mioyo yao na roho zao zimeumia, e, wajipe moyo, naamini kwamba e, Mungu atatujalia namna bora ya kupita kipande hiki. Sasa kutokana na hayo matukio niliyoyasema, e, au kabla ya hayo matukio niliyoyasema E, mnamo tarehe ishirini na saba e, nikianza na kesi namba ishirini na sita thelathini na nane nane ambayo inawahusisha washtakiwa ishirini na mbili lakini kuna washtakiwa wawili ambao Watanzania wanaweza wakawafahamu kwa urahisi. Mshtakiwa wa kwanza anaitwa Jeniffer Jovin almarufu Niffer. Huyu mnafahamu alikamatwa tarehe ishirini na saba e, na jeshi la polisi natoka na wakati huo amekuwa chini ya eh, custody ya jeshi la polisi na leo hii amefikishwa katika mahakama hii ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam maarufu kama Kisutu. Ameshtakiwa yeye na wenzake ishirini na moja kwa mashtaka ya uhaini e, mashtaka ya uhaini kama navyofahamu kufuatia kesi ya Antipas Tundu Lissu Mughwai, sio tu kwamba hayana dhamana lakini pia yanabeba adhabu ya kifo. Kwayo, ndiyo, ambayo, kaza, kwa hiyo hayo ndio mashtaka ambayo ameshtakiwa nayo. Tumetoa hoja kadhaa mikopo mahakamani, nimesikia ukiwemo kwamba alipigwa e, kulazimishwa kutoa maelezo kukiri kwamba ameshiriki katika uhaini. Tumetoa hoja hizo mahakamani na rejelea tu ile ambayo tumesoma mahakamani, na pia tumeomba kwamba yeye pamoja na wenzake e, mahakama kwa maana ya hakimu Aaron Lyamuya atoe amri amba kwa, kwa sasa wanakabidhiwa chini uongozi wa magereza, basi wapatiwe matibabu na pia ripoti e, mati, ya matibabu iweze kuletwa mahakamani, ombi ambalo mahakama imekubali, imetoa maelekezo kwamba washtakiwa hao ishirini na mbili chini uongozi wa magereza wapatiwe matibabu wafanyiwe uchunguzi wa kitabibu na pia uchunguzi nini, ripoti ya uchunguzi na utabibu iweze kuletwa mahakamani kwa ajili ya kumbu kumbu ya kumbukumbu ya rejea. Baadae, wote mnafahamu kama mahakama haina mamlaka ya kusikiliza kesi za uhaini ila tu inachakata kwa ajili ya baadaye kuweza kupeleka mahakama mahakama kuu. Ya mshtakiwa mwingine maarufu ambaye pengine mnaweza mkawa mna, eh, mnamkumbuka jina lake ni Strong Income, hilo ni jina la ki, jina la ki biashara, anaitwa ni dada anaitwa Strong Income naye ameshtakiwa pamoja na Nifa katika hiyo hiyo kesi ambayo sema namba 2738 ambayo inabeba mashtaka ya, ya uhaini majina yake rasmi anaitwa Rusimelda Bon Gregory Sila ila almaarufu eh, Strong man nini Strong Income. Mtafahamu kumekuwa na taharuki katika siku za karibuni kuhusu ni wapi huyu binti yupo. Nakumekua na kumekuwa na sintofahamu kwa mtaani kwamba pengine yuko huko au yuko kule, lakini hatimaye amekuja tunatume leno kwa uangalifu kuibukia eh, mahakamani, kwa sababu kama eh, watu kadhaa wangetimiza majukumu yao ya kisheria kama sheria inavyoelekeza hii si tofahamu pengine isinge isinge kuwepo, ni watu tu kusema bana, wala msiwe na shida, huyu mtu tuko naye na tuna mchakata kisheria na atafikishwa mahakamani. Lakini wamepotea ametekwa vitu gani? Ni kwa sababu ya kama nilivyosema, kuna watu tunaamini hawakutekeleza majukumu yao e, kadi ambavyo kadi ambavyo ina, ina, inapaswa. Kwa hiyo wote hao kwa pamoja kama nilivyosema, huyu e, strong income pamoja na almaarufu Niffer wamefikishwa katika mahakama hii na wameshtakiwa mashtaka ya Uhaini katika kesi niliyoitaja. Kwa hiyo tumechakata hivyo hio mashtaka. Baada ya kutoa hoja zetu wameomba muda wa kwenda kujibu na tutarudi tena tarehe kumi na moja mwezi huu kwa ajili yao kuja kujibu, na baadaye mahakama iweze kutoa majibu kuhusu hoja zetu. Lakini ile hoja ya kwamba waende wakatibiwe na ripoti ya mahakamani katika kesi hii mahakama imekubali. Kesi nyingine namba thelathini na sita thelathini na nane saba ambayo ina jumla washtakiwa 76 hawa wame mtaona, wameshtakiwa kwa makundi matatu. Kundi la kwanza hilo la Niffer na strong income, kesi yao nimetaja namba yake eish. Kundi la pili kuna washtakiwa mbalimbali wako sabini na sita wameshtakiwa nao kwa mashtaka yao ya uhaini na kula njama za uhaini. E, tulitoa hoja mbele ya Mheshimiwa anaitwa Makube e, yeye amekubali tu hoja ya kwamba e, waende kutibiwa ile la kwamba ripoti yetu mahakamani yamekataa. Sasa of course mnaweza mkashangaa kwamba mbona hakimu mmoja anakubali mwingine anakataa. Ndio changamoto za za kazi yetu, lakini tumeomba kwamba tupewe nakala ya uamuzi ili huu uamuzi wa mheshimiwa Makube tuweze kuchakata kisheria kwamba ni kwa nini yeye yeah, amekataa ripoti. Watu wanasema wamepigwa wakiwa chini ya uangalizi wa polisi, wameteswa na wana majeraha, tunataka ripoti ije, ili baadaye wakati kesi ya uhaini inaendeshwa isije kaonekana kama ni swala jipya, lakini yeye amekataa, lakini tutakwenda mahakamani. Kwa hivyo tunamshukuru Mheshimiwa Lyamuya tunaamini ametumia busara nzuri ya kisheria. Sabini na sita wameshtakiwa kwa, kwa kula njama ya uhaini kama wenzao na shtaka la uhaini ili waweze kuja kuhudumia. Kundi la tatu walikuwa ngapi wale? kama hamsini na nne hivi, na wenyewe wana kesi nyingine, lakini kwa maana kwamba mbele ya hakimu mwingine, lakini maudhui ni hayo hayo, kula njama ya kutenda uhaini pamoja na uhaini. Kuna makundi matatu katika mahakama hii ambao wanashtakiwa na hayo mashtaka. Ya uhaini ni mazito sasa. Iwapo kweli matukio haya yanajitosheleza kubeba haiba ya uhaini, ni swala ambalo tutalichakata mbele ya safari, lakini sisi kwa kipande chetu kama mawakili, kwa hatua hii Tumefika mahakamani tumewapa huduma ya kisheria na basi, tutaendelea kufanya kazi zetu kama mawakili ili kuhakikisha kwamba haki kwa hawa ndugu walioshtakiwa mashtakiwa mashtaka mazito namna hiyo, wanaweza kupata siku yao mahakamani, so that they get their day in court. ya, ni hayo tu, labda kama kuna maswali moja au mawili ambayo tutajaribu kujibu. Ndio, umesema kwamba watu hawa ambao wameshtakiwa ni kosa moja. Kula njama ya kutenda uhaini pamoja na uhaini wenyewe. Maana yake hatuwezi kusema ni kosa moja. Sasa, sio mheshimiwa. Labda ukifafanua. Ah, okay, fine. Labda ni, ni, nani tunasema kwa kisheria mea culpa, my fault. Ya, mashtaka yako mawili. Kula njama ya uhaini na uhaini. Unajua sisi wanasheria, mtu akishashtakiwa kwa kosa kubwa hili la kula njama ni kama lina mezwa ndani kosa kubwa na mliopo mahakamani mmesikia, tumetoa hoja kwamba kisheria ni makosa kumshtaki mtu na eh,

Uchunguzi wa kitabibu na ripoti iletwe mahakamani. Ila bila mwisho makubwa hatujaridhika na tumeomba kwamba e, tupatiwe mwenendo ili tuweze kwenda kupigania haki hao sabini na sita e, Mahakama Kuu. Ni mashtaka mawili kula njama ya uhaini, jana uhaini pamoja na uhaini wenyewe. Huwa tunasahau ile shtaka la kula njama kwa sababu alinamezwa na shtaka mama na ndio hoja yetu mahakamani. Niffer, kwa kosa, kwa makosa matatu. Kuna kosa hapana hapanauamani labda wewe tu ndo kuelewa shtaka la Niffer ambalo ameshtakiwa peke yake. Kwanza ameshtakiwa mashtaka mawili kula njama ya kutenda uhaini, kama shtaka la kwanza washtakiwa wote ishirini na mbili, halafu mshtakiwa wa pili mpaka wa ishirini na mbili wameshtakiwa kosa la uhaini, kwa sababu pamoja na mambo mengine waliharibu miundombinu mali ya serikali Niffer peke yake ameshtakiwa kwa kutenda uhaini kwa sababu kwa mjibu wa hati ya mashtaka aliwahamasisha watu wanunue e, barakoa sijui niseme kama neno sahihi watu, wanunue barakoa ili kujilinda na mabomu ya machozi. Sio maneno yangu, ndio maelezo ya hati ya mashtaka. Sasa e, mtu yote anaweza akawa na maoni, sasa hata kama sio mwanasheria kuwa na maoni iwapo hiyo ni ni uhaini au la, lakini sasa kwa sababu iko mahakamani wacha tutachakatwa mahakamani, mahakama itoe majibu kwamba kweli mtu kuwaalika watu wanunue barakoa ili kujikinga na mabomu ya machozi e, wakati wa uchaguzi mkuu e, mahati ya mashtaka. Mimi mambo ya uchaguzi mkuu ilikuwa huko miezi sijui, lakini nasema hati ya mashtaka inataja uchaguzi mkuu, iwapo ni ni uhaini. Ya kwa hiyo hayo ndio ndio mashtaka ya Niffer Kibatala. Hmm, makundi haya yanaonekana na makosa ambayo yanafanana kuna matatu hadi manne na nyinyi mawakili na mawakili wa upande mwingine wa jamhuri ni wale wale, hmm. Nini kisheria hasa ambacho kimetokea nne tofauti ya, sasa hiyo ni prerogative ya, ya waendesha mashtaka, labda swali hilo eh, ungelielekeza kwa DPP au maafisa ambao wanafanya kazi chini yake kwamba nini kilichowasukuma au utashi gani ambao liwasukuma wao kuzishtaki ku mara kesi tatu tofauti wakati maudhui ni yale yale, tukio ni lile lile na watu, basically ni kama wamekamata in the same transaction. Sasa, sisi kazi yetu ni kuwatetea hawa washtakiwa kwa kadi ya uwezo wetu, kama nilivyosema uh, uamuzi wa kwa, kwanza uamuzi wa kuwashtaki kwa uhaini in the first place eh, sisi kama wakili watetezi tunaona kuna changamoto kadhaa za kisheria na za kimantiki. Lakini kwa kwa swali liko mahakamani, tutalichakata wapi mahakamani. Ila kama ungeniuliza mimi kwamba E, kweli ilikuwa ni sahihi kuwashtaki kwa uhaini kwa fakti hizo, sijui ningekwambiaje, lakini yakaanavyosema e, tunaacha kwenye common sense ya, ya umma. Kila mtu ata, ata, ata, ata process kwa kadi e, Mungu alivyomjalia uwezo wake wa kufikiri, lakini sisi mawakili tuna maoni ambayo tutayafikisha mahakamani kwa nguvu zetu zote kwamba e, kuna kitu ambayo hakiko sawa mahali fulani.